E, bwana Juma Lokole amekuja na habari nzito kwelikweli kumhusu Juma Jux. E, Juma Lokole bwana amekuja ameelezea baadhi ya vitu ambavyo vimefanya watu wengi sana wabaki mdomo wazi maana amezungumza vitu ambavyo kidogo ni vizito. Kwanza kabisa, kwa mujibu wa Juma Lokole, anadai kwamba kuna mbea wake amemletea habari kwamba Jux bwana ana madeni. Anadaiwa na anadaiwa takriban shilingi milioni mia tano na hizi pesa amezitumia kwa ajili ya kutekeleza suala la harusi kati yake yeye na mrembo kutoka Nigeria anafahamika kwa jina la Prisi. Ehe, sasa hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo hiyo ndo moja, lakini mbili, ameelezea jinsi ambavyo yule mrembo Prisi ambaye ndo mke wa Juksi sasa hivi kwamba ni mjamzito, lakini mbinu au njia ambayo imetumika kwa mrembo huyu kupata ujauzito ni ile artificial Methodi, wanaita yani, IVF ambayo ile bwana ni kwamba sio kwa njia ya kawaida ya tendo la kujamiiana bali ni kwamba binti amepandikizwa mbegu za juksi kwa ajili ya kutungisha mimba, na swala hilo limefanikiwa. Binti sasa hivi ni mjamzito. Meona bwana eh? Hicho ndo kitu kingine ambacho kimezungumzwa huko mtandaoni kuhusiana na hii issue au hili sakata la Juma Jux na mrembo wa, na mkewe Prisi. Sasa bwana hii ishu imeibua mjadala mzito kiasi kwamba wadau mbalimbali huko wamekuja kuweka maoni yao kwamba imekuwaje juksi aende akafanye hiyo mbinu ya kutungisha mimba e, kuna tatizo gani ambalo linaendelea hapo kati? Unaona bwana e. Kwa hiyo hapa bwana kuna watu hapa wamekuja kuweka maoni yao e, maana yeye, Juma Lokole mwenyewe amesema kwamba sababu ya juksi kufanya hivyo ni kwamba alikuwa na target kwamba mtoto wake atakayezaliwa basi moja kwa moja e, awe amezali, yani azaliwe naye tarehe moja, yani tarehe ya birthday ya Jux na tarehe ya birthday ya mtoto wake ziwe zinafanana. Hilo ndo lengo la Jux na ndo maana ameamua kutumia mbinu hiyo kwa ajili ya kumpa mimba mrembo huyo Prisi. Meona bwana, kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo ya sasa hapa watu wamekuja wameweka maoni yao kwa upande wao wenyewe walivyoelewa. Kwa mfano huyu hapa Sofia amesema kwamba bwana, kwa hiyo kaka yetu Inasemekana hana nguvu za kiume au mimi ndio sijaelewa vizuri kipengele hicho. Haya, mtu mwingine huyu hapa anaitwa Official Grace anasema kwamba bwana, nguvu za kiume ni, miu, ni muhimu kwenye ndoa kuliko hata pesa eh. huyu hapa anaitwa Camel Phones Dealer anasema kwamba bwana ukute Juksi apewi unyumba eh. Charity anasema kwamba Juma utakuja kukatwa shingo. Mambo mazito ya kifamilia za watu eh, kama hizo kama hayo unakuja kuyaongelea hapo kweli? Kwa mtu amekuja kuandika hivyo kwamba Juma Lokole, bwana jambo alilizungumza eh, litakuja kumkosti litakuja kumgarimu eh, kwa sababu eh, hayo ni mambo mazito ya siri za familia, inakuja anaenda kuyaongea vile wazi kwenye media. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia maoni yako, unahisi kwamba hii issue ni kweli ndivyo hivyo ilivyo? Na kama ni kweli, je, unahisi kwamba sababu ni nini? eh kama maoni yako, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.